Na karibu tena mtazamaji, bidhaa nyingi kutoka Lamu ikiwemo mabuyu, labania na achari zimekosa soko nje ya Lamu, kumradhi achari, na mataifa mengine kwa sababu ya kutoidhinishwa na shirika la kutathmini ubora wa bidhaa KEBS. Meneja wa KEBS Mombasa, Hassan Umar, amesema kwamba ubora wa bidhaa unapokosa kuthibitishwa, wanunuzi hukosa kujua uhakika na usalama wa bidhaa hizo, wito ukitolewa kwa serikali ya kaunti kuwasaidia wafanya biashara wadogo wapate nembo ya ubora wa bidhaa KEBS. Sasa, products Lamu maarufu zaidi, tuna labania, tuna alua, tuna achari, tuna vishete. Sasa hizi zote kwa wakati huu, nyingi hazina certification na zinauzwa zina tu hivi hivi watu wafanyi biashara wa Lamu ambao kwamba wanatengeneza hizi products waje tuwafanyie certification, wataweza kuziuza hizi products zao zifike mbali zaidi. Na hapo mbeleni, kabla hatujaweza kuthibitishwa, tuliweza kupitia changamoto nyingi, ikiwemo kuharibika kwa bidhaa kabla ya kuingia sokoni na zikiwa sokoni. Kutoka tulipoanza kuthibitishwa na KEBS, Tumeweza kupunguza hasara nyingi za mazao yetu na pia tumeweza kupata access ya market mzuri bila kusumbuliwa. Kabla kabla tukua na kates, tume, tulikuwa tu tunauzia tu locally hapa Lamu, sababu tulikuwa tumefunga maduka hapa Lamu. Alafu tulipoona kwamba kuna room expansion, ikabidi sasa lazima tukue na kates sababu hizo ni requirements zinahitajika, na zimetusaidia sana hadi sasa hii. Tunafikiria pia kwenda international, tunaanza kufikiria kupeleka Dubai USA na KEBS imekuwa ni muhimu sana kwetu.